Tina, Tina, ni, Tina ni mtu wa design gani, ukiwa unacheza naye tamthilia kwa sababu Tina unamwona kama miawisho mtu mtata mkorofi <laughs> kwenye movie <laughs> au kwenye maisha yake, kwenye maisha halisia, Tina ni mtu wa design gani? Tina n yani, kwa mtazamo wangu mimi kwa jinsi nilivyoishi naye yuko nomo tu, ila hajatofautiana sana na kwenye movie, lakini zile tabia mbaya sio kwamba ndio ipo hivyo Unajua um, tu ni kazi ila ni mtata, vile vitu vituku viona, hata sisi wenyewe tukikaa naye ndio hivyo kocha mzoea. Yani tamthilia nzima kiufupi, yani kila pati ambayo naicheza au anafurahi nikitazama baada ya kutupiwa YouTube. Kuna watu wakikutazama nasema Tina ni mwana, Loveness ni mwanamke mmoja ambaye anastahili kabisa, kwa kuwa ndani atulia, kwa sababu wanaume watu na ugonjwa ukimkea mama tu tayari tunaamini ni mke bora, unamkea mama yake na Kevin. Watu wanaamini tayari huyu ndio mke anastahili kuwa mke. Hivi ulitumia udhaifu wa kumkea mama yake na Kevin ili Kevin aweze kukupenda? Ah, hapana. Unajua mimi kama ulivyofuatilia tangia inaanza sijapata kabisa maradhi ya mama sasa sijapata bahati ya kuwa karibu na mama, upendo wa mama. Kwa hiyo mama Kevi sometimes namuona mama yani, yani, kama mama wangu yani, yani mi simchukulii kama mama mkwe au mama wake fulani. Mi namwona kama sana, ndio kabisa vizuri. Mm, tena Tina, Tina, Tina ni...